Mimi naitwa Hilda Muro, afisa maendeleo ya jamii lakini pia hapa nilikuwa na mkaimu afisa maendeleo ya jamii wilaya Mkinga. Kama serikali tumekuwa tukitoa elimu ya namna ya utatuzi wa migogoro katika kwa wananchi katika kata na vijiji mbalimbali. Tumekuwa tukifanya hiyo kazi kupitia maafisa maendeleo ya jamii walioko ngazi ya kata na tumeona matunda au mafanikio makubwa kupitia njia hiyo ya utoaji wa elimu kwa namna ya kutatua migogoro kwa njia ya mazungumzo zaidi. Tunaamini katika mazungumzo kwa sababu ndio njia pekee ambayo tunaona kwamba jamii inaweza kufikia lengo la kupata amani ya kweli, ili kuweza kujihusisha zaidi na kazi zao au shughuli zao za maendeleo. Kwa hiyo tumekuwa tukihamasisha jamii wazungumze zaidi kuleta amani katika migogoro wanaokutana nayo, iwe ni ya ardhi, iwe ni ya uh, sehemu za kazi, na migogoro mingine inayotokea baina labda ya wafugaji na wakulima. Tumesisitiza zaidi waitatue kwa namna ya kufanya mazungumzo, na ndicho kitu ambacho shirika la UWASHEM kufadhiliwa na WeWorld pamoja na 4H wamekuja kukifanya, kwamba wameenda kusapoti kile ambacho tumeshakianza na tunaamini kwamba tunaenda kuona mafanikio makubwa zaidi kwa kuwezeshwa au kusapotiwa na wadau wetu hawa. Kwa majina anaitwa Swalehe Mwindadi Sokoro. Aa, ni mratibu aa, wa mradi wa kujenga wa kujenga uelewa au kujenga uwezo kwa matumizi bora ya bahari. Mradi ambao unaratibiwa na shirika la umoja wa wasaidizi sheria Mkinga, kwa kifupi UWASHEM, ambao mradi huu umefadhiliwa na uh, shirika la 4H Tanzania kwa ushirikiano na Weword uh, uh, mradi huu tunafanya katika kata mbili, kata ya Moa na kata ya Boma. Leo tuko katika kata ya Boma, katika kata ya Boma hapa uh, wiki iliyopita siku ya 14 tulifanya utambulisho wa mradi katika ngazi ya kata, kukutana na wadau pamoja na mtendaji kata, lakini leo pia tukasema tu, tukutane sasa na wananchi uh, kwa ajili ya kufanya Uh, dialogue mazungumzo kama ni mbinu ya kutatua mgogoro kati ya kulima mwani na na wavuvi au mbinu ya kujenga huo uelewa kwa jamii ya pwani ya bahari. Tume opt njia ya dialogue ya mazungumzo, kwa sababu ndio njia ambayo itakutanisha tu kwa pamoja na kufikia lengo moja. Kwa siku ya leo tumekuja kwa ajili ya hiyo dialogue, tukafanya uh, mazungumzo na wananchi wa kijiji cha uh, Sugutuni si ndio? Uh, kata ya Boma, wakatoa maelezo yao na tukafikia lengo la pamoja ambalo miongoni mwa mambo ambayo tumeazimia kwamba wakulima wa mwani na wavuvi wote wataingia katika uh, kamati ya BMU. Wote wao ni wanachama wa BMU, ili waweze kuchagua wanachama bora ambao watakuwa ni viongozi bora wa BMU kwa ajili ya ufuatiliaji wa masuala ambayo wanawasumbua sana, hasa jambo la uvuvi wa kokoro ambao linaharibu sana mwani. Lakini jambo jingine ambalo wameazimia kwa pamoja kupitia dao hii ni kufikishana elimu wenyewe kwa wenyewe, kwamba hakikisha kwamba kila mmoja hapa ameondoka na azima ya kufikisha elimu kwa familia yake na kwa wadau wake wote marafiki, ndugu, jamaa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uh, kuacha uvuvi haramu huu wa kokoro ambao umeonekana chanzo cha mgogoro huu hasa katika kuharibu uh, mazao ya mwani. Lakini jambo jingine ambao wamefikiana na kubaliana ni uwajibikaji wa kila katika katika wa wajibiki, katika Lakinipi, mmoja katika ngazi yake. Wamesisitiza viongozi katika ngazi zote wawajibike katika utekelezaji wa shughuli zao, lakini pia wamesisitiza mmoja mtu mmoja mmoja kuwajibika na kuacha neno ambao wamelitaja kwa kwa, kwa msamiati wao neno linaitwa muhali. Muhali yani maana yake ni mtu kupindisha sheria kwa swala la kujuana. Yani kwamba huyu ni ndugu yangu au huyu ni jamaa yangu. Kwao wameamua wa, wa, wa, wa, wana kwamba wote watawajibika na wote watakuwa adilifu na wacha wataacha muhali. Haya mazoea matatu hao ndio wamefikiana wana wa kijiji, wa kijiji cha Subutuni kata ya Boma katika mdahalo huu au kwa daoji hii ambao wamefanya na tunashukuru kwa sababu wameahidi. Wameahidi kwamba watatekeleza na na mwenyekiti pia wa kijiji ameahidi kama yeye ni mfuatiliaji mkuu wa kamati ya BMU katika kijiji, atakufuatilia kamati yake kila baada ya miezi mitatu kufuatilia utaratibu wao wa fuatiliaji wao wa doria mbalimbali mbali. Na afisa wa uvuvi wa wilaya pia ameahidi kwamba watu katika miongoni mwa wazo waliochangia ni kuwa na system ya kupiga picha wale wavuvi, ili zile picha kuafikishia afisa uh, uvuvi ili afikishe uh, katika vyombo vya usalama. Naitwa Ibrahim Haji Maduga, afisa uvuvi nipo Mkinga. Uh, kweli kumekuwa na migogoro ndani ya sekta ya uvuvi ambayo inahusisha wavuvi na wakulima wa mwani ambao wote hawa wako ndani ya sekta ya moja hii ya uvuvi, na sababu kubwa ikiwa ni uvuvi haramu ambao ni uvuvi wa kuburuza nyavu katika maeneo ambayo yanalimwa mwani. Hii inatokana na kuwa na samaki wengi sana sehemu zinazolimwa mwani, kwa sababu mwani ni chakula cha samaki. Kwa hiyo sehemu panapolimwa mwani samaki wanakuwa wengi sana, tofauti na maeneo mengine. Kwa hiyo hii inapelekea wale wavuvi wa kokoro ambao ni wavuvi haramu kutumia fursa hii kuvua yale maeneo yenye mwani hivyo kupelekea migogoro. E, sasa shida kubwa hapa ni wavuvi hao wa kokoro ambao wanaharibu mazingira au to, mwani ule wana wakulima wanang'oa vijiti wanakata kamba na kuharibu mwani. A, neno kubwa ni kuambia kwamba hao wavuvi haramu waweze kuwacha hii uvuvi wa kokoro, kwa sababu kisheria huu ni uvuvi haramu ambao huruhusiwi. Kwa majina, mimi naitwa Mwaita Jumbe Miraji, ni mkulima wa mwani, lakini pia ni mmoja katika viongozi kwenye kata hii mpaka wilaya. Kwanza ni shukuru hii taasisi iliyokuja hapa kuja kuzungumza na sisi juu ya kutatua kero kwa amani. Amani ndiyo kila kitu, amani ndio kila kitu. Yaliyozungumzwa ni mambo mazuri, kwa maana kero zetu zote, changamoto zetu zote tuende nazo kwa mazungumzo, ili patikane amani. Zile njia ambazo zitatupotezea amani tuziepuke. Uh, mimi kwa jina ninaitwa Gunda Mwaita, umaarufu kabisa ni mzee wa busara Super Digo kutoka maeneo ya Boma. Uh, mimi kwanza ninashukuru sana kwa elimu tuliyoipata kuhusiana na migogoro ya wavuvi wa mwani na wavuvi wa kokoro. Kwa kweli tunaishukuru pia taasisi hii na shirika hili kutufikia na kutaka kutatua mgogoro huu lakini pia tunashukuru kwa maazimio ambayo tumefikia mpaka sasa. Lengo ni kuondosha mgogoro baina ya wavuvi wa mwani na wavuvi wa kokoro. Na mazungumzo yetu pia tunashukuru sana tulipofikia na mpaka maazimio yalipofikia. Lengo ni kuhamasishana, sio kuumizana baina ya mvuvi wa kokoro na pia ku labda kuumizana katika mkulima wa mwani. Kwa hiyo lengo tumefikia pazuri na tunashukuru Mwenyezi Mungu. Tunasubiri maazimio ambayo tumeyapitisha, labda nini kitaendelea na nini kitafanyika ili tuweze kufikia pale ambapo tunastahili ambapo tunapohitaji. Tunashukuru sana kwa sababu Tanzania ni nchi ya amani, tunalijua hili na tumetawalwa ni amani na vijiji vyetu pia ni vya amani, na watu wa Tanzania pia ni wa amani. Kwa maana hiyo, migogoro hii tunafurahi kutatuliwa kwa mazungumzo ya amani, ili asipatikane mmoja wetu kati ya sisi, aidha mvuvi wa kokoro au mvuvi, mkulima wa mwani kuumia kuhusiana na, na, na, na, na migogoro hii. Kwa hiyo tunaipenda amani kama Watanzania.